Ilikuwa ni ndoto na ushahidi nilikuwa nao ni maumivu ya shavu hapana. Se kama ni kweli, mbona nilishtuka nipo kwenye kiti changu? Ina maana ni nani alinileta pale? Ni zile maiti? Hapana, nilikataa, kwa kuwa zenyewe hazikuwa na uwezo wa kushika, kwani mikono yao na hata miili yao ilikuwa ndani ya ile mashuka meupe ila mbono nilipigwa kibao na mtu ambaye sikumuota, ndo nikapoteza fahamu? Hapana, niliwaza pasi na kuwazua, mwisho nikasema liwalo na liwe. Siku hiyo kazi ndo mwanzo na mwisho kwa mambo haya. Hapana ase kuku chetu. Hatimaye pakapambazuka na mida ikazidi kujongea, ila sikuwa na raha kabisa. Nilichokuwa nikiweza ni kuacha kazi tena kimyakimya. Mwenzangu alipokuja kunipokea aliona utofauti niliokuwa nao. Aliponiuliza nilimweleza wazi kuwa sitoweza kuendelea kufanya ile kazi, si kazi nzuri. Nikamweleza ndoto niliyoota na hata kile nilichokiona. Mlinzi mwenzangu yule alishangaa sana. kwani hukuvunja sharti lolote ulilopewa na yule mganga? Nikashtuka, sharti? Aha. nakumbuka sikupewa sharti la aina yoyote zaidi ya kuchanjwa michale basi leo itabidi urejee kwa yule mganga ukamweleze, hii si hali ya kawaida hata mimi shanti ya hofu. Kwa sisi wenzako baada ya kuchanjwa tu hatukuyaona mauzauza, na hata tulipoyaona si makubwa kama yako, ni yale madogo madogo, kama unaweza kusikia minongono ukichungulia ukuu ti kitu, unaweza kuhisi maiti imesimama nyuma yako, ukigeuka huoni kitu, ila haya majanga yako mm ila hizo zote mbili ni ndoto hapana. Nilikataa ile ya pisi ndoto, na kumbuka, ni kweli nilisikia nikiitwa baba mlezi, nikatoka nikakimbia, ghafla nikagonga kitu nikadondoka, kuinuka nimezingirwa na maiti nyingi, kibao kikali kikafuatia. Kivipi niambiwe eti ni ndoto? Japo kweli nilishtuka alfajiri na kujikuta nimekaa kwenye kiti changu, sikujua ni nani alinipeleka pale. Basi mwenzangu alinisihi sana, mwisho nilimwelewa, nikarejea zangu nyumbani. Sikuacha kumsimulia mke wangu ambaye naye alisikitika, akanipa pole. Alionekana wazi kuanza kukata tamaa, kwani ile kunitia moyo kulipungua. Nilioga, nikanywa chai, nakumbuka mida ya saa nne nne asubuhi, nikaienza safari kuelekea kwa yule mtaalamu Mkongo. Kama kawaida, nilikuta watu japo si wengi kama jana. Zamu yangu ilipofika, nikaingia kuonana naye. Kwanza nilipomsimulia kama ilivyokuwa kwa mlinzi mwenzangu, naye alishangaa. Wewe una tatizo gani na hizo maiti? Mbona wenzako nimewachanja wakazoea? Oga ukawatoka. Mganga akaniuliza swali ambalo hata hivyo ni kama alinionea kwa swali lile, kwani sikuwa na jibu lake. Mwisho ikabidi nichanje tena. Safari hii alinichanja kwenye ulimi na mgongoni akanipakia ile dawa yake. Baada ya kuniongezea kinga, nikamlipa alichotaka kulipwa, nikaondoka zangu Ila tofauti na mwanzo, sikuwa na moyo kabisa wa kuifanya ile kazi. Nilitamani kuiacha, ila kutokana na mganga kunitia moyo, basi ikanibidi tu niendelee, nikisema kama mauzauza yangeendelea basi sikuwa na budi kubaki nyumbani na mke wangu kuliko mambo yale ya. Basi bwana, masaa yakazidi kuyoyoma, cha mchana nikala, nikazidi kusubiri jioni nirejee kazini. Kweli jioni nikawasili katika hospitali ile kubwa jijini Mombasa, nikamtoa rafiki yangu. Wakati wa kuzichoma sindano maiti zile tulisaidiana, mimi, nesi Magdalena, wale wanaofanya usafi. Maiti za kuchukuliwa zilichukuliwa, za kuongezeka ziliongezeka. Kwa siku ilitoka mili zaidi ya kumi, na kila siku iliingia mipya wanne mpaka sita. Ilotokaga ilikuwa mingi kuliko iliyoingia. Si kila maiti iliwekwa na kulala mochwari, wengine kukwepa gharama walichukuliwa siku hiyo hiyo. Basi muda ulizidi kwenda kama kawaida, ukikaa eneo mwenyewe ni lazima utahisi kusinzia, na vile nilikuwa na hofu, nikajikuta nikisinzia ile ya kushtuka. Mara nisinzie, nihisi na shikwa bega, kufungua macho najikuta mwenyewe Sikujua ni saa ngapi nilipitiwa na usingizi, nikaegemeza kichwa kwenye kiti, nikalala. Nilikuja kushtuka kama vile natingishwa, yaani kuamshwa, nikawa nikijaribu kufumbua macho mazito, nikazidi kutingishwa, huku nikiitwa Joseph. Joseph. Joseph. Ilikuwa ni sauti yangu ndio ilikuwa ikiniita na kunitingisha kwa nguvu vile yaani nikawa nataka kuamka ila kuna kitu kinanizuia nisiamke. Sasa nikawa katikati, ndio pale mtu akiwa usingizini unamwona akitapatapa, ndio hali niliokuwa nayo. nipishe kitandani kwangu, Joseph. kuongea kwa vile sindo, nikashtuka haraka nikajitwa shuka usoni. Sikuamini kile nilichokiona, kwani nilijikuta nimelala katika moja ya kitanda cha mochwari. Kumcheki yule aliokuwa akiniamsha, akatabasamu Alikuwa na sura yangu mfanano kama mimi. Haraka nikatupa shuka kule, nikashuka na kukimbia kutoka nje na kumbuka, nilipofika mlangoni nilisimama na kugeuka, kumcheki yule mtu aliofanana na mimi, ndo alokuwa akimalizikia kulala. Nikatoka nje na kwenda kuketi kwenye kiti changu. Sasa nikawa nikiwaza, je, yule mtu ni nani? Mbona akafanana na mimi? Alafu ilikuwaje mi nikaenda kulala kwenye kiti chake? Niliwaza sana Alfajiri ile nikatamani tena kwenda kuufunua ni utazame, ila uoga ukawa umenizidi. Hakika kama ni kazi sasa basi si kwa matatizo haya, niliwaza. Hatimaye pakapambazuka, saa moja kasoro, nesi Magdalena aliwasili nilimwona. Alitoa simu na kupiga, sikujua alipiga wapi, ila nilimsalimia akuitika, ni kama vile akuniona akarudi alipotoka. Punde akarejea akiwa na wale wafanya usafi pamoja na mlinzi mwenzangu, nako hawakunionyesha kuniona wala kunijali, hao mpaka ndani mochwari. Mi nikainuka kwenye kile kiti na kuwafuata, hata nilipowasemesha hawakujibu kitu. Nilipojaribu kumshika mlinzi mwenzangu nikagundua pia siwezi. Ina maana nimekufa? Wazo hilo likapita kichwani. Hapana, sikuliafiki Nikajipa moyo ile ni ndoto tu, kama ndoto nyingine, ila ningestuka ndoto. Kumbe ili jidanganya, sikuwa naota. Nilizidi kutazama, walifunua kila mwili na kuuchoma sindano. Ghafla yule mlinzi mwenzangu akakifikia kile kitanda nilichokuwa nimelala nami haraka nikasogea kuangalia. Kufunua aliachia ukunga baada ya kuuona uso wangu. Joseph akaita kwa mshtuko, wale wenzake wote wakasogea na kuutazama ule mwili uliotulia pale kitandani.